Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, amekutana na kufanya mazungumzo na maafisa ugani kutoka wilaya zote mkoa wa Dodoma kwa lengo la kujadili mbinu bora za kukabiliana na changamoto za kilimo zinazotokana na upungufu wa mvua unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali. Kikao hicho kimejikita katika kutathmini hali ya uzalishaji wa mazao, biashara, mikakati ya kitaalamu itakayowezesha wakulima kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini kufuatia maelekezo yaliyotolewa na mheshimiwa Waziri Mkuu juu ya hali ya hewa, tushukuru, mtu wa hali ya hewa pia ametufafanulia, mvua zitaanza wiki ya pili ya Disemba na kukamilika na ku, na ku, mpaka tarehe kumi mwezi wa pili, mvua zitasimama. Zitasimama kwa takriban wiki kama tatu, zitarudi tena wiki ya pili ya mwezi watatu na zitanyesha mpaka mwezi wa nne mwishoni. Sasa hapa liko jambo la kujadili, hizi wiki tatu zinakausha mazao. Mazao gani yatastahimili? yalipandwa leo, alafu yatakuwa hadi tarehe kumi Februari, alafu mvua itasimama kwa wiki tatu, halafu itaendelea. Hapa ndipo tunapokuja kuwa kuna mazao ambayo hayawezi kustahimili zile wiki tatu, ni lazima tuwaambie wananchi wasiyapande, na mojawapo nadhani ni mahindi, sababu mahindi mara nyingi yastahimili ukaukavu kwa muda mrefu. Sina hakika na mtama, labda mtama unastahimili kidogo, unaweza ukapambana ukavuka wiki tatu, ukaendelea na mvua zikaja kukuta mtama, ukaendelea. Kwa hiyo hii ni assignment ya kwenu, tunazo kazi za kwenda kufanya na tunatamani tukazifanye kwa utashi mkubwa. Una siku nilikuwa naongea na siku kwenye hicho kikao, nikasema, Dodoma mvua ni muda mfupi tu, miezi mitatu, si ndio? Nao miezi mitatu yenyewe zina ndio hii ya kukatakata katikati, wakati mwingine ndiyo muda afisa kilimo ana maximize utaalamu wake, miezi mitatu ya mvua. Na hasa kwa sababu maeneo mengi bado miradi ya umwagiliaji haijakamilika. Unakuta afisa kilimo naye miezi yote amekaa ofisini, mwezi wa kumi na mbili wa kumaximize utaalamu wake naye ndio anaomba likizo aende sasa akapumzike.